Na mliposema, ewe Musa, atutakuamini mpaka tumwone Allah waziwazi ikakunyakueni wazi radi nanyi mnaangalia. Na hakika tulimwonyesha ishara zetu zote, lakini alikadhibisha

takuletea uchawi kama huo, basi weka miadi baina yetu na wewe ambayo tusivunje sisi wala wewe, mahali patakapokuwa sawa. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nas duha, akasema miadi yenu ni siku ya sikukuu na watu wakusanywe kabla ya adhuhuri.

Musa akamwambia, Ole wenu, msimzulie Allah uwongo, asije akakufutilieni mbali kwa adhabu na mwenye kuzua lazima ashindwe. fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa. Asi wakazozana kwa jambo lao wenyewe kwa wenyewe na wakanong'ona kwa siri. Qalu inna hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikum almuthla, wakasema hakika hawa wawili ni wachawi, wanataka kutoweni katika nchi yenu kwa uchawi wao na waondoe mila zetu zilizo bora kabisa na waondoe mila zenu zilizobora kabisa. Fajmiu kaidakum thumma atu safan wa qad aflaha alyawm man ista'la. Kwa hivyo kusanyeni hila zenu zote, kisha mfike kwa kujipanga safu na kwa yakini atafuzu kwelikweli kweli, leo atakayeshinda. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wakasema, ewe Musa, je Utatupa wewe au tutakuwa sisi wa kwanza kutupa? qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, akasema: bali tupeni nyinyi. Tahamaki kamba zao na fimbo zao zikaonekana mbele yake kwa uchawi wao

Na kitupe kilicho katika mkono wako wa kulia kitavimeza walivyoviunda. Hakika walivyounda ni hila za mchawi tu, na mchawi hafanikiwi popote afikapo. Faulqiya assaharatu sujada qalu amanna birabi Harun wa Musa, basi wachawi walijitupa chini wakasujudu na wakasema tumemwamini mola mlezi wa Harun na Musa.

nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha. wala usallibannakum fi judhu'i nakhli wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaban wa abqa na Nitakutundikieni misalabani katika vigogo vya mitende, na hapo kwa yakini mtajua ni nani katika sisi aliye mkali wa kuadhibu na kuiendeleza adhabu yake. Kalu walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi al hayata ad dunya, wakasema hatutokukhiari wewe kuliko ishara za waziwazi zilizotujia na kuliko yule aliyetumba, basi hukumu utakavyo hukumu kwani wewe una hukumu haya maisha duniani tu. inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa, hakika sisi tumemwamini mola wetu mlezi ili atusamehe makosa yetu na uchawi uliotulazimisha kuufanya na Allah ndiye mbora wa mwenye kudumu muza... Allah ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi. innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya, hakika atakayemjia Mola wake mlezi naye ni mwovu, basi kwa yakini yake huyo ni jahannam

zakka bustani za milele zipitazo mito kati yake wadumu humo na hayo ni malipo ya mwenye kujitakasa. wa laqad awhayna ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha, na tulimfunulia Musa toka usiku na waja wangu na uwapigie njia kavu baharini usihofu kukamatwa wala usiogope. Fa atbaahum Firaunu bi junudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, Firauni akawafuata pamoja na majeshi yake, basi kiliwafulikiza humo baharini, kilichowafulikiza maji yakawafunika kwa namna ambayo hakuna anayoijua isipokuwa Allah. Wa adalla Firaunu qaumahu wama hada, na Firauni aliwapoteza watu wake wala hakuwaongoa . Ya Bani Israil, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-turi al-ayman wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa, enyi wana wa Israili, wa wa hakika kulikuokoeni na adui yenu na tukakuahidini upande wa kulia wa mlima na tulikuteremshieni manna na salwa. kulu min tayibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahill alaykum ghadabi wa man yahill alayhi ghadabi faqad hawa. Kuleni katika vitu vizuri hivyo tulivyokuruzukuni, wala msiruke mipaka katika hayo, isije ikakushukieni ghadhabu yangu, na anayeshukiwa na ghadhabu yangu basi huyo ameangamia. wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na hakika mimi ni mwingi wa kusamehe kwa anayetubia na akaamini na akatenda mema tena akaongoka.